mwaka ni 1971 ndege ya rais milton obote iko angani ikielekea singapore kuhudhuria mkutano wa jumuiya ya madola huku nyuma mjini kampala milio ya risasi inaanza kusikika jeshi la uganda limechukua madaraka na jina jipya linaanza kutawala vichwa vya habari duniani. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. Idi Amin alizaliwa karibu na mwaka 1925 kaskazini mwa Uganda, alijiunga na jeshi la kikoloni la Uingereza, akapanda cheo kwa kasi kutokana na ujasiri na ukatili wake vitani lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na mtu mwenye kiu ya madaraka isiyo na mipaka. Aliposhika urais, dunia ilimwona kama shujaa wa kiafrika aliyeiondoa Uganda kwenye kivuli cha ukoloni. The total liberation of Africa must be put into practice. Lakini ndani ya miezi michache hali ikabadilika. Wapinzani wake wa kisiasa wakaanza kupotea mmoja baada ya mwingine. Vyombo vya habari vikanyamazishwa, uoga ukawa sheria mpya ya nchi. Idi Amin alianza kujipa vyeo vya ajabu: jemedari wa majemedari, raisi wa maisha yote, mtawala wa bahari zote za Afrika na mshindi wa Uingereza wengine walicheka lakini ndani ya Uganda hakuna aliyethubutu kucheka hadharani. Kati ya mwaka 1971 hadi 1979, inakadiriwa zaidi ya watu laki tatu waliuawa. Wengi waliteswa katika kambi za siri, wengine walipotea bila kaburi. Amin akafukuza zaidi ya Wahindi na Waasia ya elfu sabini akidai wanadhibiti uchumi wa nchi. Biashara zikaporomoka, uchumi ukavunjika, na hofu ikatawala kila kona ya taifa. Lakini kila utawala wa hofu una mwisho. Kabla ya kuendelea, kuombe kuombe kufanye jambo moja la kiungwana ubonyeze subscribe kilichopo hapo chini ya video hii na hapo hapo chini meshafanya hivyo, asante sana. Sasa tuendelee. Mwaka 1978 Amin aliamua kuivamia Tanzania, jibu likaja kwa kasi. Jeshi la Tanzania likisaidiwa na waasi wa Uganda likamshambulia. Mnamo Aprili mwaka 1979 Kampala ikaanguka. Idi Amin akakimbilia Libya, kisha Saudi Arabia ambako aliishi hadi kifo chake mwaka 2003. Leo jina Idi Amin Dada linabaki kama kivuli cha giza katika historia ya Afrika. Wapo wanaomkumbuka kama shujaa wa kupinga ukoloni lakini wengi wanamkumbuka kama the butcher of Uganda, mwanaume aliyegeuza hofu kuwa silaha na taifa lake kuwa uwanja wa mateso. Katika historia ya Afrika, baadhi ya viongozi walijenga mataifa yao kwa maono. Idi Amin alijenga utawala wake kwa woga, na woga huo ulimwangamiza.